Tatu hadi Kongowe kilomita tatu pointi nane inakabiliwa na msongamano mkubwa wa magari kutokana na wembamba wa barabara na kuongezeka kwa makazi ya shughuli za kiuchumi katika ukanda huo. Pia ongezeko la viwanda katika wilaya ya Mkuranga limeongeza wingi wa magari na malori makubwa katika kipande hiki cha Mbagala Rangi Tatu. Kwa kutambua msongamano huo, serikali imeamua kupanua barabara hiyo toka njia mbili hadi njia sita ili kupunguza msongamano. Utekelezaji wa mradi na upanuzi wa barabara umeshaanza na mkandarasi yuko eneo la kazi. Ndugu mkuu wa mkoa, taarifa la mkataba upanuzi wa barabara Mbagala Rangi Tatu Kongowe, gharama ni kilomita, gharama ni kiasi cha shilingi bilioni hamsini na nne pointi tano. Mkandarasi anayetekeleza mradi huu anaitwa Steco Corporation. Usimamizi wa ujenzi ni Tanroads kupitia kitengo chake cha teku, na mradi ulianza tarehe kumi na tisa mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mkataba huu unatarajiwa kutekelezwa ndani ya miezi kumi na tano, hivyo tunatarajiwa kukamilisha mkataba huu tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hatua iliyofikiwa kwa sasa, mkandarasi yupo kwenye kipindi cha maandalizi yani mobilization ambacho kinatarajiwa kukamilika tarehe kumi na tisa Novemba mwezi ujao. Maendeleo ya mradi: mkandarasi amekwisha mobilize vitambo vinavyotakiwa hasa kwa kuanzia kazi kwa asilimia arobaini mpaka sasa. Kandarasi amekwisha anza kusafisha eneo la ujenzi, ameanza kuongeza njia za mchepuko, lakini pia amekwisha anza kazi ya kuhamisha miundombinu mingine ambayo iko ndani ya eneo la kazi, kwa mfano miundombinu ya maji na miundombinu ya umeme. Mwishie Mkuu wa Mkoa, kama unavyoona nguzo za umeme Nimepita kabisa katika mradi huu, kwa hivyo ni lazima zitoke taarifa za fedha. Mkandarasi amekwisha lipwa kiasi cha shilingi bilioni nane pointi moja kama advance payment. Hizo amekwisha pokea na mradi amekishaanza anza kutekeleza. Changamoto, ufinyu wa barabara, kwa kuwa barabara hii ni njia mbili tu, yani kwenda na kurudi, lakini katika mpango kazi wa mkandarasi yeye ana, anaanza na kupanua pembeni na pembeni. Kwa hiyo njia katikati itaendelea kutumika mpaka hapo atakapofika atakuwa amefikia hatua ya mwisho wa ujenzi wa njia katikati. Lakini pia tuna changamoto ya breakdown, malori mengi yana yanaharibika sana kuzima katikati ya barabara, hasa pale darajani na mlima Kokoto. Kwa hivyo tunaendelea kupambana. Mkandarasi amekwisha leta mtambo ambao utafanya kazi ya kuvuta magari yote ambayo yanaharibika katikati ya barabara katika ili kupunguza msongamano katika njia ya Kongoe mpaka Mbagala <coughs> <coughs> katika kupunguza foleni pia mkandarasi atatengeneza atajenga temporary service roads. kwa ajili ya kuongeza njia za kupita katika barabara hii isipokuwa eneo la daraja itaendelea ita kuwa kipingamizi mpaka pale tutakapojenga temporary diversion kwenye daraja tunashirikiana na jeshi la polisi pale ambapo barabara inakuwa imejifunga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 wamekusha chokonoa mataifa yote, lakini wanashangaa amani iliyopo katika taifa la Tanzania. Wanajaribu mtumbwi huo wa uchokonoe wa utoboe, ili tukianza kumwaga damu hapa tusije kurudi tena kwenye amani. Naomba niwaeleze ndugu zangu, wanakongoe, tugombane tunavyogombana, tusemezane tunavyosemezana, lakini tuweke mipaka kwamba katika hili tusivunje amani iliyopo. Tukijiloga hapo kuja kuinyanyua mani hakuna tena. Alafu kila mmoja angalie dunia ilivyo hii. Wenzetu wanaleta fujo, unakuta ameweka hela, anavuka mpaka kwenda Kenya, anavuka mpaka kwenda Msumbiji, anavuka mpaka kwenda si wapi. Nyewe mnakumbuka, ndugu zangu, anabagala hapa, iliwahi kutokea hapo Kibiti, hapo kuliwahi kuchafuka, mnakumbuka? Mnakumbuka si mlikuwa mnalala saa kumi na mbili nyewe, au umesahau? Sasa mnataka fujo ili mlale saa ngapi? Saa 10 mnataka, mnale saa 10 ili maendeleo utayapata hapo? Walikuja wanaume hapo, walitishia tishia tu namna hii, walikuta barabara na kuchinja watu saa kumi na mbili na kitambi kizima umeshabonyea ndani. Uongo kweli? Sasa unataka nini? Unataka fujo tena? Unataka fujo ambayo hujawahi kuiona? Nchi hii iko salama sana, nataka niwathibitishie uchaguzi utafanyika, kwa sababu japo baadhi ya mambo wanasema bona sisi tumezuiwa kufanya uchaguzi. Hapana, naomba niwasimulie kila chama kina sera yake. Wao wamesema mimi kama mtanirekebishia haya siendi kwenye uchaguzi. Mwingine anasema aah, bwana, muda huu tumechelewa kuyarekebisha hayo, twende kwanza tuvuke, alafu tutafanya kwa utulivu, kwa sababu tukirekebisha tuki makatiba haya kwa haraka haraka, tutazalisha katiba ya Chadema badala ya katiba ya taifa, tutazalisha katiba ya CCM badala ya katiba ya taifa, tutazalisha katiba ya kafu badala ya katiba ya taifa tunachokihitaji hapa ni katiba ya taifa na sio katiba ya chama fulani. Sijui mmenielewa mpaka hapa. Tunahitaji kwenye katiba, kwa mfano, kijana amesoma chuo kikuu, amekaa kami miaka mitatu, ana ajira kwenye katiba iseme muda huu anavyosubiri ajira, angalau wao analipwa kapocho kwa pesa ya taifa. Uongo jamani? Hii tunasema hapa, wenzetu wana nini? Lakini unasema katiba iseme, mimi niingie madarakani, huo ni uchoyo wa madaraka. Hiyo sio katiba kwao. Ndugu zangu wanakongoe Nana na swali kati yenu. Uniulize.